Je, yeah, ushawahi kwa peke yako nyumbani usiku halafu ukahisi kuna kitu kinakutazama kwenye giza? Ushawahi kuzimatana kwa sekunde chache, ukahisi kuna kitu kiko hapo, lakini ukiziwasha hakuna chochote? Kama umewahi kupitia hili, basi huenda filamu hii ya Lights Out ya mwaka 2013 itakufanya usilale tena gizani. Karibu kwenye recap ya filamu fupi ya kutisha ambayo imewatisha wengi duniani. Filamu inaanza kwa mwanamke mmoja, yupo peke yake nyumbani usiku, yuko kwenye sehemu ya mapumziko, lakini kuna kitu cha ajabu anakiona anapozima taa anaona kivuli cha mtu kinasimama mwishoni mwa korido, lakini kila akiziwasha hakioni tena. Mwanamke anajaribu mara kadhaa, akijipa moyo kuwa labda huenda macho yake anamdanganya, lakini hapana. Kila anapozima taa kiumbe kile kinazidi kusogea karibu. Mwili wake unaanza kupata baridi, mikono inatetemeka, lakini bado anajaribu kupuuzia. Sasa anaamua kufanya kitu cha mwisho. Anazima taa kwa muda mrefu zaidi, macho yake yakikodoa kuelekea gizani. Lakini kilichotokea ghafla, kiumbe kile kinaonekana wazi wazi, mwenye kinyago cheusi na macho mekundu, anaomwangalia moja kwa moja. Akakimbilia chumbani na kufunga mlango kwa nguvu. Mwili wake ulikuwa unatetemeka, huku akivuta pumzi kwa shida. Akachukua mwanga wa dharura na kujifunika shuka, lakini anajua hawezi kulala. Ghafla anasikia sauti ya hatua nje ya chumba chake kana kwamba kuna kitu kinatembea kwa taratibu kwenye korido. Wakati moyo wake unapiga kwa kasi, huku kinywa chake kikiwa kimekauka, anafanya jambo la ujasiri. Anavuta shuka na kuinua mwanga wake kuelekea mlangoni, lakini kabla hajafanya chochote, taa inazimika ghafla, kisha kiumbe kile kinarukia uso wake moja kwa moja. Kiliyo kinapigwa iza linafunika kila kitu, na filamu inaishia hapo. Lakini swali linabaki, ilikuwa nini? Roho pepo, au labda ndoto mbaya iliyo hai? Hii ilikuwa Lights Out ya elfu mbili kumi na tatu filamu fu, lakini yenye hofu kali. Je, ungeweza kuishi katika nyumba hiyo peke yako usiku? Acha maoni yako hapo chini na usisahau usizimeta. Mimi ni Abuu Fazard, usisahau kusubscribe and we see you later.